Mwanamke mmoja kutoka New York ambaye alitoa figo yake ili kumsaidia bosi wake ambaye alikuwa mgonjwa, anadai kufutwa kazi muda mfupi baada ya upasuaji huo, kulingana na malalamiko yaliyopelekwa kwa idara ya haki za binadamu ya jimbo la New York. Deborah Stevens alipitia upasuaji mwezi Agosti ili kutoa figo yake ya kushoto, na alirudi kazini takriban mwezi mmoja baadaye. Wakili wake anasema alikumbwa na madhara kama vile uharibifu wa neva, matatizo ya mmeng'enyo ya chakula na msongo wa mawazo kutokana na upasuaji huo. Baada ya kurejea kazini, Stevens anadai kuwa msimamizi wake Jacqueline Brusia alianza kuwa mkali na mwenye dharau. Kulingana na malalamiko hayo, alikosolewa na kuchukua likizo ya ugonjwa na kuhamishiwa ofisi isiyopendelewa baada ya kuripoti tabia ya Brusia kwa idara ya rasilimali watu, yaani HR. Mnamo Aprili tarehe 11 mwaka 2012 alifutwa kazi na kampuni yake ya Atlantic Automotive ambayo ilitaja sababu ya utendaji mbovu kazini. Wakili wake alisema kuwa malalamiko hayo ya jimbo ni hatua ya, ya kwanza ya kuelekea kufungua kesi katika mahakama ya shirikisho dhidi ya Brush na kampuni hiyo. Katika taarifa yake Atlantic Automotive ilisema ni jambo la kusikitisha kwamba mfanyakazi mmoja ametumia tendo lake la ukarimu kama msingi wa madai yasiyo na msingi. Atlantic Automotive ilimtendea kwa usahihi na kwa heshima katika kila hatua, ilisema taarifa hiyo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.